Hiyo watu wawili wakaenda wakateswa kujini mpaka wakauliwa. Halafu anakuja mkuu wa mkoa anakwambia hawa wamekufa kwa pumu. Akawaambia mimi nilimuuliza. Hivi ndugu zangu nyie hivi vyeo mnakwenda navyo mpaka akhera? Mnakwenda navyo mpaka akhera? Binadamu nakuwaje mimi wakati mnakuja kuniambia hiyo kijana wenu? Mimi na picha nilizopigiwa na madaktari wakanitumia, jinsi vijana hawa walivyoteswa mpaka wakauliwa. Miguu hii, huwezi kuamini. Nyanga, nyang'a inajaa damu, kipovu kinawatoka, mtoto, kijana mdogo, mwingine mtu mzima Mmewahi kuwasikia wakisikitika wakilalamika na kuchukua hatua? Ndio nchi tulipofikishwa. Yote haya ni kwa sababu, ndugu zangu, tumefanywa watumwa katika nchi yetu. Kwa sababu tumefanywa watumwa katika nchi yetu, watu wanataka waekwe kwa nguvu, na mpaka leo wanajipanga kuwekwa kwa nguvu. tunawambia sisi

ustaarabu wangwana wa wastaarabu, ipate viongozi kwa njia za kistaarabu, kwa njia za haki, kwa njia za kweli, kwa njia tulizoweka kwa mujibu wa taratibu zetu. Au nyinyi mnataka zaidi ya hiyo? Ndiyo tunalotafuta, kwa sababu haiwezekani nchi ya wangwana, nchi ya wastaarabu itapata viongozi walioingizwa kwa njia ya amizi. Huyu akiingia kwa wizi atakwenda kwa wizi, kwa sababu atachagua wezi wenzake. Sasa sisi tunataka kwenda kuchukua serikali kwa sababu ya kutafuta, na mimi hili naomba niwakumbushe ndugu zangu wamafunda wadonge -um. Sisi tunakuja kuchukua serikali kwa sababu tunataka kuja kunusuru nchi yetu, lakini ahadi yetu katika hili, wote walionyang'anywa ardhi zao kwa dhuluma, serikali yangu itasimamia, na tunawahakikishia tutazichunguza zote na tutazirejesha ardhi zilizo kwenu. Kama zimeshawekezwa, tutatengeneza utaratibu, kodi inayotokana na ukodishwaji huo itakuja kwako kwa utaratibu tumeogoneza kwamba utapata pesa zako tutachukua kodi yetu, hivyo ndiyo nchi hii itakavyoendeshwa. Hatutowatia umasikini, tutawatoa katika umaskini ambao mmeingizwa na CCM. Ndugu zangu, tuko tayari. yengine amakatikaii inshallah, Mwenyezi Mungu mwaka huu atakwenda kuwafikisha

ushaeleza sana masuala haya na leo bahati nzuri hapa muuiiipata kule kulema tukaelezana kwamba katika nchi hii kuna ardhi za serikali, kuna ardhi za watu binafsi. Serikali inapotaka ardhi yako nshi, tunachosema sisi, inapotaka ardhi yako, tutakachofanya nikuja kama liko maslahi ya umma, tutapata utaratibu wa kisheria ulioelezwa, tukueleze jambo gani, eneo gani tuchukue, tukubaliane, sheria ndio serikali ichukue ardhi yako, na haitochukua mpaka fidia yako uwe umelipwa fidia inayostahiki kwa ardhi yako. Na jamani Maslahi ya umma ni kujenga hospitali, skuli, sio kujenga soko. Soko ni biashara mepamia serikali inapotaka kumpa ardhi mwekezaji. Serikali yetu, serikali yangu nitakayoiongoza nikiwa rais, na washii naochowambia nachowapa ahadi Akitokea mwekezaji, tutakutanisha mwenye ardhi na wewe, nawe mwekezaji, mkisha kukubaliana, utaamua kuikodishe kwa niaba yako au kukodisha mwenye, mwenyewe hiyo utalipa mwenyewe, ni haki yako ufaidi na ardhi yako wewe na kizazi chako. Hii dhuluma tutakwenda kuiondoa na aliyechukua ardhi ya mtu akajipatia faida, tutaitafuta. Tumesema na tunarudia tena na tena, tumesema tufukue makaburi, lakini kaburi lililozikwa na pesa zetu na pesa ya mwananchi bwana, tutalifukua, tutaeka pembeni maiti, tutoe fedha zako au zetu, tuifukie tena kwa heshima. Hapo mwanzo lisukiwa, sisi tutakwenda kuizika kwa heshima, maana ukizikwa na una dhuluma wewe, umesukiwa tu, tunafahamiana. Lakini kikubwa zaidi, ndugu zangu, tunachosema, kikubwa zaidi ni kuwawezesha ndugu zetu, wewe mwananchi wa Bumbwini wa Donge wa Mahonda wewe ndio tunakwenda kukutumikia, na katika hilo hatuoni mhali. Wewe ndio mfalme wetu, na wewe ndio ambaye tutakwenda kukutumikia. Hatutoona aibu, hatutoona haya. Kama kuna jambo mwananchi unaweza kulifanya, tutakutanguliza wewe mbele. Hatutotafuta mgeni akaja akafanya jambo lile ambalo mwananchi unaweza kulifanya kama kuna kazi unaweza kuifanya mwananchi uliyetuchagua ukatupa dhamana tukutumikie, tutahakikisha tunaweka utaratibu, tunaweka njia ya kwamba wewe ndiye upewe kipaumbele. Ndio haki yako katika nchi yako, huwezi kwenda kufanya kazi kwenye nchi nyingine. Leo tumeacha tuna ndugu zetu wanakwenda Eh, wakitumikishwa huko, ilhali hapa wana fursa za kufanya kazi wakapata kipato cha heshima kabisa, lakini hawa wamezoea wawatume watu tena njia dhalili. Leo anatumwa sheha anafanya mambo ya ajabu ya dhulma makubwa makubwa. Wallah, ukitizama wa mshahara wake anashindwa na dada wa kazi. Naam. wangefikisha watu waamini hiyo tunachosema. Ndugu zangu, tumezungumza na wanaoandika wa, wa, wa, wa, madaga nini tutakifanya. Nadhani wametuelewa. Eh, sitaki ningerudia leo hapa tena kwa sababu ya muda, lakini tunachosema ndugu zangu, wajibu wetu sisi ni kwa wananchi mtakaotuchagua wajibu wetu kuidai haki zake nchi yetu hii ya Zanzibar, popote zilipo tutazitafuta. Na bahati nzuri, si za kuda kupiga ramli, si za kuda kutafuta taa, tunazijua na nyaraka tunazo. Kazi kubwa ni kwenda kuzidai, ili zije ziwafaidishe ndugu zetu. Jamani, tuko pamoja kwenye hilo, yuko tayari katika safari hiyo hii ni wewe mwananchi. Hauna wasiwasi? Una wasiwasi na Omo? Una wasiwasi na Omo? <coughs> Eh? Kama una wasiwasi nisimame vizuri niangalie vizuri tena. Au nisogee karibu yako ulione vizuri. Lakini wasi sehemu anaujua. Eh? Kwamba eh mimi na msemo hapana <coughs> yeje bashasha ina nguvu zaidi, nitakwambia no na huku unacheka. Lakini ndio no, haiondoki tena, tumefahamiana? Eh, sio wana confuse yeah. Hey, wengine kwamba nasema huku nacheka hii ndio tabia yangu tu, lakini nikikwambia hapana jambo, la, jambo hapana, uwe rafiki, uwe ndugu, ya mtu hapana uwe rafiki uwe ndugu, wananijua jamaa vizuri Hamna wasiwasi, tuko pamoja, tuko pamoja. Ehe, tukawaoneshe mitaa, tukawaoneshe nini, maana maana ya wanawanchi, tukawaoneshe hii nchi yetu, tukawaoneshe kwamba hii ni nchi ya wananchi, si nchi ya familia. Tuko tayari, tuko pamoja. Moja nnalowadai basi, kama tuko pamoja, ni kura zenu. Mko tayari kunipa kura hivi, yeah? Nikawafanyie kazi hiyo. Naomba tulioshe mikono basi, wada liat... asanteni.